Naitwa Scholastica Sultan. Mimi najishughulisha na shughuli za uhasibu, lakini pia nafanya kazi mbalimbali mbali za sanaa. Kazi zangu unazozifanya zinaingiliana. Kama nilivyosema, nafanya uhasibu, lakini pia najishughulisha kwenye shughuli za sanaa. Kwenye uhasibu, mimi nafanya mahesabu, kuandalia watu vitabu vya mahesabu, kuandalia ripoti na pia kwenye upande wa sanaa inaganyika mara mbili, huwa anafanya kama msimamizi wa miradi ya sanaa, lakini pia kuna muda anafanya mimi kama mimi kama msanii mwenyewe binafsi. Huwa inategemea nimekaa kwenye NGO gani na ni kazi gani anafanya kwa muda huo. Majukumu yangu ya kila siku kwenye upande wa uhasibu huwa ni kusanya data kwa hiyo mimi kama navyosema, kama mhasibu, kama najikuta kwamba inanilazimu kuweka mahesabu vizuri, kukusanya rekodi za transaction, kuziweka sawa na kuandaa mapato na matumizi, lakini siku kutoa report kutokana na kazi naoifanya kwa muda huo. Lakini pia inajumuisha na kufanya mambo ya TRA, mambo ya Compliance, mambo ya TRA, mambo ya NSSF. Kwa hiyo nategemea na kazi naoifanya kwa muda huo inanihitaji kitu gani, sababu kwenye uhasibu mara nyingi nafanya kama consultant na consult kazi za watu, kwa hiyo nategemea mtu nafanyia ni nature yake ni nini, pengine ni kampuni corporate company ama ni kazi za msanii binafsi ambaye anafanya pengine ni project wise, ambapo mara nyingi sababu mimi ni mdau pia wa sanaa, mara nyingi najikuta nifanya uhasibu kwenye kazi za sanaa, kwenye upande wa sanaa. Sasa uh, mara nyingi najikuta nikiwa natengeneza miradi kwa kutumia ubunifu mbalimbali, kwa sababu mimi passion yangu imejikita zaidi kwenye mambo ya mapishi, lakini pia na mbinu zingine za kuwa za kutumia ubunifu kwenye kujicingizia kipato. Kwa hiyo itategemea na muda huo na kazi inavyofanya muda huo na project inavyofanya kwa muda huo, lakini kwa kifupi ni hivyo. Uh, kwenye kufanya mahesabu ya uhasibu mara nyingi sana masaa sita baada ya hapo, kichwa kinakuwa kimesha jaa <laughs> Lakini mara nyingi sana nakuwa kuanzia asubuhi mpaka saa sita is my best hours kabisa kufanya kazi vizuri zuri za namba bila kuongeza zero kwa bahati mbaya. Lakini kazi za sanaa mara nyingi ni usiku, muda kutulia. Inategemea na kazi unayoifanya na projekti unayoifanya. Zingine naweza kufanya kazi muda wowote, yani inategemea na mood. Sasa kwenye sanaa inategemea sana na mood na kitu ambacho nakifanya kwa muda huo, lakini pia kwa sababu, mara, saa nyingine, zaidi kama nikiambiwa nichague, napenda usiku, muda ambao umetulia. Kwenye uhasibu inakulazimu uwe umesomea. Unaweza kawa unajua kufanya mahesabu, mtu akakuelekeza hapa na pale, lakini ili kweli uwe professional itakulazimu usomee. Kwa mfano kama hapa Tanzania mtu ambaye ni mhasibu, wengi wanakuwa wamesoma kuanzia huku ngazi za chini, wanakuwa wamesoma masomo ya biashara unapofika chuo pia unajikuta pia umejiendeleza kwenye upande wa biashara, lakini pia kuna kitu tunakiita CPA. Ili kuwa ili uwe mhasibu kabisa ambaye unajihesabia, mimi ni mhasibu, inabidi pia usomee masomo haya, yani uwe certified public accountant. Hapo tunakuita wewe ni mhasibu, unakuwa hapo tayari umekamilika kwenye upande wa vyeti na kia, umekuwa umepata experience vizuri ya kujua unatakiwa kufanya nini unapoingia kazini kwenye upande wa sanaa ninayofanya mimi, nikisema ni dadavu we, nafanya zaidi sanaa ya mapishi yenyewe, pia inahitaji uwe unapata, umepata elimu. Inawezekana kawa sio kama huku tukuzoea si umesoma degree la nini, lakini lazima upate mwongozo wa mtu ambaye atakuelekeza mambo mali matatu, atakupunguzia wewe kutumia muda mrefu kujifunza kitu ambacho pengine ilibidi ujifunze siku moja ukajifunza mwezi mzima. Kwa hiyo kila kitu unachokifanya kitakuhitaji wewe upate elimu vizuri kwao utaangalia jambo unalofanya. Kwa mfano kama mimi nilivyosema, uhasibu utapitia hizo ngazi nilizozisema. Kama ni upande wa sanaa pia utapitia hivyo hivyo, utatafuta wataalamu ambao wamekuzidi, ambao wanajua masuala ya mapishi, wakakuelekeza vizuri za kufanya, ukajifunza. Mimi nilisomea mchepuo wa biashara, kuanzia olevo nilijikita kwenye masomo ya biashara. Nilipofika form 5 na 6, nilisoma eka Nilivyoingia chuo nilichukua bachelor of commerce in corporate Finance. Baada ya kumaliza hiyo degree, nikaenda kusoma kujiendeleza, nikafanya CPA. Kwa hiyo mimi ni CPAT, tunajisema tunajiita ma CPAT, lakini kwamba ni certified public accountant. Kwenye upande wa mapishi, hiyo imekuwa ni elimu ya kujifunza, sijui nisemeje, sio rasmi, sio elimu rasmi, sikuingia darasani kama vile chuo, kama nilivyosomea uhasibu kwa sababu ilikuwa ni pia ni involve fashion, kwa nilijifunza kutokea tu hivi mitandaoni, naangalia kwa mtu, pia nilienda kwa mtu ambaye anajua zaidi, nikajifunza. Lakini pia sababu mapishi ninayofanya sanaa, mapishi ninayofanya inaji inajijumuisha vitu vingine mbalimbali ambavyo vinajiu zinajiunga kupata mimi ninachokifanya. Kwa mfano kwenye sanaa kufanya mapishi kuna mambo mengi, kwa mfano kuna ufinyanzi, kuna uchungaji, kwa hiyo najikuta natafuta Wasu, natafuta watu ambao wana hiyo fani na, yani najumlisha. Kwa mfano nachukua mfinyanzi atanifundisha, namchukua mchungaji atanifundisha kitu, namchukua mpishi kama mpishi atanifundisha kitu kufanya kile ambacho mimi nakifanya kwao, sana yangu ya mapishi kuji, kujifunza kuji, kwake imekuwa ni safari ya kujumlisha jumlisha ujuzi mbalimbali mbali, kutoka kwa watu mbalimbali kwa kifupi. Uh, vyeti vina umuhimu wake na uzoefu na umuhimu wake. Kwa kifupi ni kwamba utahitaji vitu viwili vyote kwa pamoja, ilipokuwa kuna kazi unaweza kupata bila vyeti, mtu ataangalia kwamba unafahamu, e, ukamuonyesha pale ujuzi wako akaona akajidhisha kwa macho, lakini una, uwezi jua kwamba ulimwengu unabadilika badilika kikawaida, mtu anataka uonyeshe vyeti ukathibitisha kile unachokisema, ataona pale umesomea, anasema mimi mhasibu, ehe, vyeti vyako, utaonyesha vyeti ili upate kazi, lakini kwenye ku maintain kazi Haututegemea vyeti kazi, aa, na wewe na uzoefu wako, sababu vyeti vitakupa kazi lakini ule uzoefu wako jinsi unavyofanya kazi ndio itakusaidia wewe tunapoelekea. Unaweza kupata kazi bila aa, una cheti lakini pia unakuwa na uzoefu ambao utaupata ukishakuwa umemaliza masomo yako, unafanya kazi, unapata uzoefu. Changamoto unayopitia mimi kwenye kufanya majukumu yangu ya kazini kila siku, uh, mimi ni mama watoto wawili, kwa hiyo kabla hata sijawa mama, changamoto ya kwanza ambayo niliipata ni pale ambako nilipata ujauzito, kwa hiyo majukumu yakawa tena sio kama mwanzo, yaani utekelezaji wangu wa kazi ukawa sio kama ilivyokuwa mwanzo kwa hiyo hata baada ya kupata mtoto, jinsi ya kujigawa kwenye kazi na kujigawa kwenye malezi kusema kweli, ina changamoto na si kidogo. Kwa hiyo hapo nilipitia kidogo mtikisiko kidogo wa kuweza kujiweka sawa na kujua jinsi ya kujikontrol na kujipangilia tena muda wangu vizuri na akili yangu vizuri, ili kufanya kazi kama nilivyokuwa nafanya awali. Lakini pia kazini, kama nilivyosema, kwa sababu pia ya kupata mtoto, kuna zile muda unapewa likizo za uzazi inaleta changamoto kwa sababu kazini mtu anakuwa anahitaji apate mfanya kazi ambaye atamtegemea muda wote. Ndio hapo napokuja kwamba mwanamke na mwanaume naweza mkapata, ndio sawasawa, sawasawa, uh, opportunity sawa, lakini kuna muda tu mtapishana. Kwa hiyo inaleta pia changamoto somehow kwenye upande wangu wa kazi, lakini pia kwenye kujifunza, nikiongelea kwenye, kwenye upande wangu wa sanaa mapishi inayofanya kwenye kupata mwongozo ulionyonga kwa mfano, kama kwenye uhasibu nilikuwa najua kabisa hivi niwe muhasibu, nitasomea hichi na hichi na hichi. Lakini kwenye upande wa sanaa, kwenye kujua dhahiri nisomee kitu gani na kitu gani ambacho kitakuwa fomo, nikasema okay, kwenye upande wa sanaa pengine hichi ndio cheti changu. Hiyo imekuwa changamoto mpaka leo hii. Ndio maana hata kwenye kujifunza kwangu najikuta naunganisha elimu ya huku na ya huku na ya huku, ili kupata kile ambacho mimi nakitazamia kichwani. Japokuwa imekuwa ni changamoto nzuri, kwa sababu inanifanya na na explore zaidi najifunza na zaidi vitu vingi ili kupata kile kimoja anachokitafuta. Changamoto zingine ni kwenye kufanya ku, kazi na watu wengine, sababu unapofanya kazi sehemu yoyote lazima itabidi ufanye kazi na watu na watu, tumetofautiana tabia, tumetofautiana upeo wa, ku, wa kuchukua mambo. Kwa hiyo kuna muda, kuna mambo ya kupishana ambayo inaweza ikaleta mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zipo kwenye upande wa kazi ambazo mimi binafsi nimezipitia. Vitu yeah. Uh, navyovipenda kwenye kazi ninayofanya kwenye upande wa uhasibu, uh, napenda sana kuona kwamba nakuwa nakuwa problem solver, sababu kiuhalisia watu wengi wana biashara, watu wengi wana kampuni zao, lakini ku keep mahesabu ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo unakupa, unaenda sehemu ambayo nakuona eh, Afadhali, yaani afadhali yao hii. Kwa hiyo inanifanyaga najisikia vizuri kuona kwamba ukifanya kazi, unafanya kazi inakuwa namtoa mtu kwenye sehemu ambayo ilikuwa nampa wasiwasi na kumpa amani ya kwamba atafanya kazi yake vizuri. Kwenye upande wa sanaa napenda vile ambavyo napata uhuru wa kujielezea hisia zangu. Kwa hiyo imekuwa ni kama pengine nataka kuongelea jambo fulani, nitakaa tu nitakuja na idea fulani ambayo nitaipresent kwa watu, nitafanya pengine ni exhibition ni yani, nitatafuta namna ambayo nitaongelea hizo hisia zangu kwenye namna ambayo watu wengine wataisikia na kuipenda. Kwa hiyo napendaga kwa sababu huku kuna ubunifu zaidi kwenye jinsi inavyofanya, lakini pia napenda kwa sababu mwisho wa siku kazi zinazozifanya watu waga wanaishia kwenye kula maakuli na watu wanapenda sana kula, kwa hiyo na enjoy. Fursa za kujiendeleza zipo na zipo nyingi tu kwenye upande wa uhasibu unaweza ukachagua aidha unataka kufanya kazi kama kuajiriwa ama ukafanya kama consultant. Napendelea zaidi kumshauri mtu kuwa na mawazo kwa kufanya kama consultant, unaweza kuanza kwa kuajiriwa ili upate experience kwa sababu uweze ukamwaminisha mtu unaenda kum consult, kumbe bado hauna hata experience ya kutosha. Kwa mfano kama ni kijana ambaye unatazamia kufanya kazi ya uhasibu, maliza masomo yako, fanya kazi sehemu ambayo utajikusanyia uzoefu, utapata experience. baada ya pale Unaweza ukaangalia maslahi yako wapi. Kama mabahati kwa mpata kazi ambayo inakulipa vizuri, wewe well good, unaweza kaendelea. Lakini ni vizuri kujikita na kwenye kujiajiri pia mwenyewe, ukaanza kufanya kama consultant, ukawa na consult na kampuni mbalimbali mbali. Lakini pia usijikite sana kwenye makampuni, kuna watu binafsi unaweza kawa una struggle, unasema ah, kazi hamna, makampuni hivi na hivi. Hapana, kumbuka kuna niche ambayo ipo kwa watu binafsi. Unaweza kusema tu, ukatafuta kundi la watu wako pengine watano wasita, ambao wewe unakuwa ni mshauri wao wa mambo ya mahesabu. Watu wengi sana wana struggle kwenye kujua kuwa compliant. Kwanza, ukajikita hapo ukawa nafanyia hiyo huduma ukawasaidia ukajiingizia kipato. Kwenye upande pia wa sanaa ya mapishi, fursa ipo ya kujiendeleza kwenye kujipatia kipato, kwa sababu utafanya kama sanaa, lakini mwisho wa siku kuna namna una monetize ile kitu unachokifanya ukajipatia pesa. Kwa mfano unavyosema, naongelea mapishi na unafanya mwisho wa siku kuna bidhaa naziuza, nauza keki, nauza chakula. Kwa hiyo mwisho wa siku najikuta kwamba naweza kumonetize kile kitu nachokifanya, nikajibadilisha kuwa pesa na maisha yangu yakaendelea. Hizi uh, kazi zote mbili ambazo nimezongelea hapa uh, ukijipa muda mfupi, kwa mfano wa kusema umeshamaliza kusoma, umeanza kuexperience hiyo kazi baada ya pale itategemea sasa, na juhudi na nani, nitegemea zaidi juhudi unaoifanya kwa sababu, uweze kusema pengine baada ya miaka mitano utakuwa umekufanya umepata pengine maendeleo kiasi fulani. Yani inachomata pale sasa ni juhudi. Baada ya kupata ujuzi vizuri na experience vizuri, kilichobaki hapo, kinachofuatia baada ya hapo, kusema kwamba pengine baada ya muda fulani nitakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni kutokana na wewe na juhudi yako na jinsi gani ambavyo wewe utachezea vizuri bahati utakazozipata una Kukuna na kujibidiisha, lakini pia sometimes kwenye maisha kuna kubahatika. Kwa unapotokea umepata bahati, unatumiaje hiyo bahati? Kwa, kwa juhudi zako kujikwamua sasa na kujiendeleza kutoka pale ulipo kwenda juu. Lakini hizi ni fursa nzuri tu, uhasibu ni kazi nzuri, sanaa ni kazi nzuri ambayo ukiitumia vizuri ukafanya bidii itakutimizia ita, ita, ita malengo yako ambayo umejiwekea kwenye upande wa uhasibu nafanyia ofisini kama nilivyosema, niko nafanya kama consultant kwa naenda sehemu ambayo ofisi ya mteja wangu, nitaenda ofisini kwake nitafanya kazi. Kwenye upande wa kazi za sanaa mara nyingi inakuwa ni project wise. Kwa kuna muda unajikuta nafanya kazi nyumbani, kuna muda unajikuta unafanya kazi mkoani. Kwa hiyo inategemea na muda huo kazi unaoifanya ipo kwa niche na namna gani kazi, mara nyingi nafanya na watu auditor ili kukamilisha mahesabu yako. Kwenye upande wa, ya wa kazi za sanaa ndio kabisa, yani hiyo is totally team work. Kwa kuna muda anafanya kazi na graphic designers, kuna muda anafanya kazi na photographers, kuna muda anafanya kazi na watu wa video. Kuna muda nafanya kazi na wapishi wenzangu, ambao unakuta pengine mimi napika kitu cha aina fulani, anapika shaishi. Kuna muda nafanya kazi na watu ambao wana sculpt, sababu mimi nafanya pia sanaa ya keki, nachonga keki, yani nafanya sanamu za keki ambazo zinabeba story mbalimbali. Kwa hiyo na, na, na watu wanaofanya pengine uchongaji, watu wanaofanya ucho, ufinyanzi, nafanya kazi na watu wanaofanya uchoraji. Kwa hiyo kwenye upande wa sanaa najikuta nafanya kazi na karibia na watu wa aina mbalimbali yeah. Wanasemaga itoshi si ndio? <laughs> Lakini kwa hapa nilipofikia sasa hivi, namshukuru Mungu kwamba inanikidhi mahitaji yangu. Kusema kweli, mwanzoni nilikuwa ni a bit of struggle kwa sababu unavyoanza kazi si mara zote utakuta pengine umepata kazi ambayo unalipwa vizuri hapo hapo, hapana. Kuna muda utaanza kazi utalipwa malipo madogo, ama saa ingine unaanza kazi unafanya kwa kuvolunteer. Lakini nikiongelea kwa experience yangu binafsi, kwa hapa nilipofikia ni kazi ambazo zinanikidhi kabisa mahitaji yangu, lakini bado kila siku natafuta namna jinsi gani nitatumia hivi vipaji vyangu na kazi ninazozifanya kujiendeleza na kupata maendeleo zaidi. Ko, sio kama nasema ndio inanikishwa kabisa hivyo, lakini nipo kwenye sehemu ambayo naweza nikaishi na kutimiza malengo ya hapa na pale, lakini pia kila siku nawaza mbinu ambazo nitatumia hizi kazi kujitengenezea zaidi kipato. Kwenye kazi ninazozifanya kuna vyanzo vingine ambavyo pengine haviko direct kama vile ambavyo mimi mwanzo nilikuwa nimevifikiria, lakini vinakuwa vinasaidia kwenye mimi kujipatia kipato. Kwa mfano kwenye upande wa uhasibu, unaweza ukaitwa sehemu kwa ajili ya kutoa tu, seminar ya training kuhusu mambo ya uhasibu. Mwisho wa siku unalipwa. Kwenye upande wa mapishi hivyo hivyo, nafanya sanaa za mapishi, kwa kuna muda nauza kabisa bidhaa ambazo nazipika, lakini kuna muda nafanya projects ambazo zinakuwa zimefadhiliwa kwa nitegemeana na aina ya mradi naofanya napataga ufadhili nafanya projects, kwa kuna, mna, kuna, kuna namna nakua nimepata na kipato, lakini pia kuna workshop naandaa ambazo nafundisha watoto nafundisha pia watu wazima mambo ya mapishi, kwa unakuta pale pia nalipo watu wanalipa kwa ajili ya kuja kuattend zile workshop kujifunza kitu, lakini pia kwenye kupitia sanaa mumo nimepata miradi mingine ambayo sasa hivi nafanya Airbnb, nafanya masu, mafunzo ya ushonaji, lakini ambayo mwisho wa siku tunaenda kuwa tunauza zile bidhaa tunazozifanya. Kwa hiyo kuna yani, bado kuna challenge nyingi nyingi sana kwenye kwenye kitu ninachokifanya. Kwa hiyo pia hata kama mtu ambaye anafikiria kufanya kazi yote anayoifanya fikiria kwa, kwa kujitengenezea mianya ya kuingiza pesa kwa namna mbalimbali, usifikirie tu pengine inabidi uende kulia ama kushoto. Kazi ninazozifanya kama ingekuwa ni kuchagua tena ningezifanya tena kusema ukweli, kwa sababu ni kazi ambazo nazipenda kuzifanya. Kwa hiyo kama ingekuwa nikupewa nafasi nyingine ni kwamba tu ningepimishia ninge, ninge, ninge nusu kwa nusu, sababu nimesomea zaidi uhasibu. Kwenye upande wa mapishi si kitu ambacho nipata nafasi ya kukisomea sana. Kwa hiyo pengine ningepata nafasi nyingine ningegawanya vizuri, sasa, nusu ningesoma uhasibu, nusu ningesoma vizuri mambo ya mapishi. Yote ambaye anatazamia kufanya kazi kama mimi ninayofanya, tuseme uhasibu ama na sanaa pia za mapishi, ninachoweza kumshauri ni kwamba kwani ndamshauri asikati asi, asi ni kitu ambacho ni kizuri yani, asijifikirie kwamba oh, kweli ni faya. Kama ni kweli unatamani kufanya uhasibu ni kitu kizuri. Kwa sababu gani? Ni kazi ambayo bado ina demand, yani bado ina demand, bado kuna fursa. Wewe kama kijana ukafanya uhasibu na ukatengeneza maisha yako, sema tu inabidi ufikirie outside the box. usifikirie tu kwamba nafanya ajira ajira no. ajira utazipata lakini usikae sana kwenye ajira, nachoweza kushauri usijiweke sana kwenye ajira kwa muda mrefu bila kujitafutia pia na wewe binafsi namna ya ku survive na uhasibu wako bila kuajiriwa, ili unapotokea kwamba ajira umeipoteza unajua utasurvive vipi bila kuajiriwa. Lakini pia usisubirie mpaka upoteze ajira, kuna muda ili uendelee, inabidi na wewe ujianzishie wewe mwenyewe njia yako ya. Kwenye upande wa mapishi pia, kwa kijana yoyote ambaye anatamani kufanya mapishi ni kitu kizuri na hii ushauri wake ni kwa ya sababu yani, huwezi kumshauri mtu anza mapishi sababu ni passion, inabidi mtu aya anapenda. Kama kuna mtu anapenda kweli kufanya kazi ya mapishi, namshauri aingie miguu yote ndani, sema tu inahitaji kuwa mbunifu, sababu wapishi wako wengi sana, yaani kuna wapishi wengi. Kwa hiyo wewe utajitofautisha vipi kwenye hayo mapishi, na wewe utatumia vipi hayo mapishi kujitengenezea pesa? Hapo ndo napokuja swali lakini ni kazi nzuri ambazo ningemshauri kila kijana akaingia akafanya, sema aingie kwa kuwaza kwa kila